Habari za wakati huu, mtazamaji wa Nukta TV, karibu katika Mseto Plus ya leo Disemba 2, 2025. Dakika kadhaa za kutazama taarifa mseto kutoka pande tofauti za dunia na ikuletea taarifa hizi. Jina langu ni Fatuma binti wa Useni, nyuma ya kamera ni Godrack Gustavo. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amesema kulikuwa na jaribio la kuipindua nchi kuondoa dola iliyopo madarakani katika maandamano yaliyofanyika siku ya Uchaguzi Mkuu Oktoba 29 na kusababisha vifo vya watu na uharibifu wa mali za umma na binafsi. Kauli ya Rais Samia inakuja ukiwa umepita takriban mwezi mmoja tangu tukio hilo litokee na tayari ameshaunda tume ya kuchunguza kiini cha tukio, ikiwemo kubaini mzizi wa kilichosababisha vijana kuingia barabarani kwa ajili ya maandamano. Tukio hilo amesema ni mradi mkubwa wenye nia ovu ambao unawafadhili washitili pamoja na watekelezaji linalohusisha watu waliodhamiria kuhujumu serikali huku wengine wakifuata mkumbo. Lililotokea ni tukio la kutengenezwa na waliolitengeneza, walidhamiria makubwa, walidhamiria kuangusha dola ya nchi au ya nchi yetu. Vurugu zile ni mradi pana sana wenye nia kuu ya uovu ulio na wafadhili washitiri na watekelezaji katika vurugu ile. Waliingia waliokuwemo na wasiokuwemo, wengine kwa kutukujua, wengine kwa kufuata mkumbo, wengine kwa hadaa za maisha bora baadaye, lakini wengine kwa kulipwa tu. Tunaambiwa kuna vijana walikuwa wanalipwa fedha, kisha kuchukua pesa yako, ingia barabarani. Kwa waliingia bila madhumuni maalum ya nini wanakwenda Tume ya Vyuo Vikuu Tanzania tcu imesitisha kibali cha udahili wa usajili wa wanafunzi wa mwaka wa kwanza wa Shahada ya Udaktari wa Binadamu wa Chuo Kikuu cha Mwanza kwa mwaka wa masomo 2025/2026, baada ya kubaini ukiukwaji wa taratibu za udahili. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na katibu mtendaji wa TCU Profesa Charles Kihampa, uamuzi wa TCU umefikiwa mara baada ya kufanyika ukaguzi wa awali, ambapo ulibaini chuo hicho kimedahili na kusajili idadi ya wanafunzi mara kumi zaidi ya ile iliyodhinishwa TCU imetoa wito kwa wanafunzi walioathirika kuwa watulivu wakati wa mchakato wa uhamisho ukitekelezwa kwa ushirikiano baina ya chuo hicho na vyuo vitakavyopokea wanafunzi ambapo pia imeahidi kuhakikisha kuwa uhamisho utafanyika kwa haraka na ufanisi mbali na hatua hizo TCU pia imeunda kamati maalum ya wataalamu ili kuchunguza mchakato wa masuala ya kitaaluma katika chuo kikuu cha Mwanza na itaanza kazi mara tu baada ya zoezi la uhamisho kukamilika. Rais wa Marekani, Donald Trump, Alhamisi hii anatarajiwa kuwa mwenyeji wa viongozi wa Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mjini Washington ambapo watasaini makubaliano mapya ya amani. Hatua hii inafanyika miezi kadhaa baada ya makubaliano ya awali yaliyosimamiwa na Washington kushindwa kuzuia machafuko mashariki mwa Kongo. Mnamo Juni, Trump aliwakutanisha mawaziri wa mambo ya nje wa nchi hizo mbili ambapo walisaini makubaliano ya kwanza ambayo yalionekana kumpa Trump msingi wa kudai kuwa mwisho wa vita vya mashariki mwa Kongo ulikuwa unakaribia. Hata hivyo, licha ya makubaliano hayo, mapigano yameendelea katika eneo hilo, huku kila upande ukilaumu mwenzake kwa kukiuka masharti ya kusitisha mapigano. Hadi sasa haijulikani kama kusaini kwa viongozi wakuu kutaleta mwelekeo mpya wa kumaliza mzozo huo. Mwisho wa Mseto Plus ya leo Disemba 2025. Nilikusomea taarifa hizo, jina langu ni Fatuma binti Huseni. Nyuma ya kamera alikuwa ni Godrack Gustav. Tukutane tena wakati mwingine.